husu yanayoendelea kwenye nchi yetu na mimi kuchukua mura tafakari sana. E, siku hizi mbili ni kana kwamba liko kundi kubwa la watu linapiga kelele za mwizi, mwizi! Huyo mwizi, huyo mwizi, huyo mwizi, huyo mwizi wa rasilimali, huyo mlarushwa, huyo fisadi huyo halafu kuna jitihada kubwa ya kuwanyamazisha wanaopiga kelele juu hmm, ya mwizi na jitihada kubwa ya kuwanyamazisha wanaopiga kelele juu ya mwizi, lakini ni kama vile hakuna mtu anayehangaika na mwizi hizi anaendelea na maisha yake. Mi niulize swali, vijana wanajua jibu lake, lakini uliza wazee, labda niulize viongozi, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, kipi rahisi kuwanyamazisha watu wanaopiga kelele za mwizi au kudhibiti wezi Kip, kipi ni rahisi? Nafikiri jibu mnayo, na umesha jua una upande gani, wewe upo basi, ni kutie moyo kwa upande uliochagua, maana huko ndiko utakapopata fungu lako binafsi jema. Mimi Humphrey Hesron polepole umeamua kusema ya kwamba dhulma, ufisadi, wizi, ujangili, ujambazi, magenge ya kimafia kabisa kama sisiemu mtandao hayana nafasi kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mzalendo yoyote atasimama katika hilo. Unajua bwana Yesu, siku moja watu walisema wanyamazishi hao, wanyamazishi hao. Kwa hiyo kunyamazishwa, ndugu zangu, hakujaanza leo, wanaopiga kelele ya kudai haki kuwanyamazisha kulianza miaka zaidi ya elfu mbili iliyopita. Ni watie moyo, bado kidogo, tusimame imara. Bwana Yesu anasema kwa waumini wa dini ya Kikristo, anasema mkiwanyamazisha hawa, mawe yatapiga kelele. Tafsiri yangu katika maisha ya leo wanaonyamazishwa ni watu wenye ni maslahi binafsi wana ni watenda haki, lakini wamefungwa na maslahi binafsi, wamenyamazishwa, hawawezi ku, kukemea rushwa, hawawezi kukemea ufisadi, wamenyamazishwa na maslahi binafsi. Katika maisha ya leo kama waliotakiwa kukemea rushwa, ufisadi na magenge ya kihuni kwenye nchi yetu wamenyamaza wamenyamazishwa kwa maslahi binafsi. Basi mawe, mawe, vijana imara wa nchi yetu, kokote kule waliko, watapiga kelele. Hakuna uchaguzi bila ya kufanya muafaka wa kitaifa kulileta taifa pamoja. Na kiongozi yoyote anayeamini tutakwenda tu, tutakwenda tu, alitakii mema taifa letu. Sasa hizi nazo habari zinazofanyika, zinazo sasa hizi kuna, kuna watu wakiwemo wazee wanatengeneza orodha sasa hizi ya nani na nani watashiriki kwenye maridhiano hmm? Baada ya hichi kinachoitwa uchaguzi mkuu, mi naita kiini macho hmm? Watakaoshiriki kwenye maridhiano kutupatanisha yani, <laughs> hawa wamekaa kimya saa hizi, wakati ndo tunabagazwa tunabanangwa tunatindinganywa na rasilimali zetu zinahondomolewa, sahizi wamekaa kimya kwa sababu wanajua wanaulaji. Muda si mrefu Wakuja wa kutufanyia maridhiano yake. Mimi naanza kuwakataa leo. Mmepoteza uhalali, mmepoteza heshima yenu mbele ya umma wa Watanzania. Ndugu zangu, ninaandaa nondo ehe, za kutosha. Nitakuja tena Siku mbili tatu, nataka niwape muda tafakari haya yanayojila, na niwatie moyo. Piga kelele dhidi ya wezi ni ibada. Asanteni. Mungu wa mbinguni awabariki sana.